Bwana Yesu asifiwe ndugu mtazamaji. Leo nataka niweze kukufahamisha mambo mawili ambayo huenda ikawa haujayafahamu pale ambapo unapitia shida. Watu wengi wanaopitia shida huenda mbele za Mungu na kumwomba Mungu aweze kuondoa zile shida. Lakini wanakosa kufahamu haya mambo mawili ambayo leo hii Nataka niweze kukufahamisha wewe. Huenda ukawa uko kwenye shida na umejaribu kumwomba Mungu aweze kuondoa hiyo shida yako, na hiyo shida ukaona ya kwamba uh, haijaondoka bado. Unaweza ukawa umejaribu kutoa hata sadaka, umeweza kuweka hata nadhiri, lakini hiyo shida haijaondoka kwa sababu gani? Kuna mambo mawili unatakiwa kuyajua unapomwendea Mungu ukiwa na shida. Na haya mambo mawili ni kwamba unapokuwa na shida, unapoenda mbele za Mungu, fahamu mambo haya kwamba kuna kuondolewa shida na kuna kuondolewa wewe kwenye shida. Sasa, unapoenda mbele za Mungu na kumpelekea ile shida yako, Mungu hutazama, je, kati ya wewe na hiyo shida kinachotakiwa kuondolewa ni kipi? Ndiposa watu wengi wanapokuwa na shida humlilia Mungu tu, Mungu naomba uniondolee shida hii, Mungu naomba uniondolee shida hii. Lakini Mungu akitazama shida, si hiyo shida ndo nataka kuondolewa Shida ni wewe, ndo unatakiwa kuondolewa ndani ya hiyo shida. yaani wewe uondolewe ndani ya hiyo shida, shida ibaki hapo hapo. alafu ujue ya kwamba kuna kuondolewa hiyo shida, lakini wewe ubaki hapo hapo. Kwa hiyo, huenda ikawa umemwomba Mungu aweze kuondoa shida yako, lakini Mungu akitazama shida sio shida kuondolewa, shida ni wewe ukubali kuondolewa ndani ya hiyo shida. Lakini watu wengi huwa wanakataa hili jambo kwa sababu wanaona ya kwamba he, sasa nikiondoka hapa eh, itakuwaje? Lakini mbele za Mungu haijalishi. Ndiposa unaweza ukaomba maombi ya kuondolewa shida yako, lakini Mungu akanyamaza kimya, kwa sababu anajua ya kwamba hata akikujibu hautakubaliana na hilo jibu, kwa sababu unataka Mungu akujibu sawa sawa na vile uonavyo wewe. Ni sawa, lakini kumbe tatizo si hilo. Tatizo tatizo ni wewe. Ukienda mbele za Mungu na shida yako, ujue ya kwamba Mungu anaweza kuondoa hiyo shida ama anaweza kukuondoa wewe kwenye hiyo shida. Kwa hiyo ni utambue haya mambo mawili. Unapomwomba Mungu, Mungu huangalia, je, kati ya wewe na hii shida ambacho kinatakiwa kiondoke ni kipi, na je uko tayari sasa? Hapa watu wengi ndio huwa wanajichanganya kwa haya mambo mawili, kwa sababu hawa wanaenda na ombi moja tu, Mungu niondolee shida, lakini hawajui upande mwingine. Mungu hukutazama na kuona ya kwamba hapana. Sio shida ndo inatakiwa kuondolewa, ni wewe ndo unatakiwa kuondolewa ndani ya hiyo shida. Yona alikuwa ni mtumishi wa Mungu aliyetumwa na Mungu aende katika mji wa Ninawi, lakini akawa anamkimbia Mungu, anaenda Tarishishi. Kwa hiyo akaona meli ambayo inasafiri kwenda Tarishishi, akatoa nauli na yeye aende pamoja nao Tarishishi ili kujiepusha na uso wa Bwana. Lakini alipopanda ndani ya kile chombo Mungu akatuma upepo mkubwa baharini na kukawa na tufani kubwa. Kwa hiyo kile chombo kikapata shida sana. Kile chombo kilipata shida mpaka mabaharia ikabidi sasa wapunguze ile mizigo ambayo ilikuwa ndani ya kile chombo. Wakidhani ya kwamba kupunguza ile mizigo ndio huenda ile shida ya kile chombo kikatulia. Lakini kumbe shida ilikuwa si ile mizigo, shida ilikuwa ni Yona. Kwa hiyo shida iliyokuwa ndani ya kile chombo ilikuwa ni Yona. Kwa hiyo kile chombo kilikuwa hakina shida, kiliondoka vizuri na mizigo ile walioweka, ndiyo mizigo ambayo hubeba kila siku. Lakini cha kushangaza ni kwamba walipunguza, wakiona ya kwamba kuende kawa shida ni hiyo mizigo, lakini shida ilikuwa si hiyo mizigo kwa hiyo chombo kilipata shida na kilipopata shida, kilichokuwa kinataka kuondolewa ndani ya kile chombo Yona ndo alikuwa anataka kuondolewa pale ndani. Ndio maana nimekwambia ya kwamba wakati mwingine unapokuwa na shida na unaenda mbele za Mungu, Mungu huangalia mambo mawili, shida halafu na wewe. Ukienda ukimwomba Mungu ya kwamba akuondolee hiyo shida na Mungu akiona ya kwamba siyo shida ndio inatakiwa kuondolewa, isipokuwa ni wewe, hautapata jibu kwa Mungu mpaka pale utakapojua ya kwamba kuna shida na kuna wewe. Kwa hiyo, aidha uondolewe wewe kwenye hiyo shida, au shida iondolewe kwako. Utakapojua hilo, ndipo Mungu sasa anaweza akatoa jibu na ukakubaliana naye. Lakini wengi wamekataa kutolewa ndani ya shida, wanataka shida ndio ziondolewe, na wamebaki kuwa ndani ya shida mpaka leo hii. Umeomba karibu miaka mitano, shida haijaondoka. Shida ni wewe, umekataa kuondolewa ndani ya hiyo shida. Kwa hiyo nakwambia, ndugu yangu, siku hii ya leo, kubaliana na Mungu aweze kukuondoa ndani ya hiyo shida kama umemwomba Mungu karibu mwaka mzima au miaka miwili mizima na haujapata jibu, tambua jambo hili ya kwamba Mungu huondoa shida na hukuondoa wewe ndani ya shida.